<laughs> So na mwaname amempeleka kujifungua, this man wakujifungua missing. Amerudi nyumbani six days, kubaya. So amerudi nyumbani days later na, mimi, because, we, so, six days later, na direct bedroom, mambo mengi. Sitaki mambo mengi. Nataka kujua what is your story? Mtu wako ameshakuacha wa akaenda missing akarudi baadaye. Eh, anafaa kuingia nyumbani pale saa moja, imefika ni saa 4, saa 5, saa 6, hajazungumza. Simu ni mteja hapa tikani. Unafanya vipi jamani? Eh? Huyu amemwacha hospitali, amejifungua, amerudi nyumbani. 6 days later baba mtoto amewasili. Jamani, makofi. He's in good shape. Ako vile tu alivyo hivyo hivyo. The only thing ni kwamba jamani amerudi kulala. This guy has not been sleeping, boy. Angalau tuangalie tumwangalie, but anyway, talk to me, stori yako ni gani? 020445975 mtu ashai kuwacha hivyo, ameenda like two days, ameenda one day, umeombea umefanya kile kitu jamani, umwambie kwenye polisi nini nini pale, and then he comes back safe and sound. Shida kwa? No we we, si amerudi. <laughs>